Assalamu alaikum, naitwa Saidi, karibu kwenye channel yetu ajifunze HTML kwa Kiswahili. Katika video ya leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza table katika HTML. Ukitaka kutengeneza table katika HTML unatumia tag ya table ambayo tag hii inajengwa au inakuwa kama ni container la kubeba vitu vyote ambavyo utavitumia ili kutengeneza table. Tagi ya pili ambayo tutaitumia ni tagi inaitwa TR au table row. Hii inatumika kutengeneza row katika table. Tagi ya tatu ni TH au table head ambayo inatumika kuweka heading katika HTML. Na tagi ya nne ni TD au table data. Tagi hii inatumika kutengeneza au kuingiza data katika table. Sasa moja kwa moja tuanze kutengeneza table letu. Kama tulivyotangulia kusema kwamba tunaanza na tagi inayoitwa table. Table. Ndani ya table. Tutaandika TR ndani ya TR, tutaandika th kwa sababu tunaanza na heading katika table letu. Kwa hiyo tutaandika th. Kwa hiyo heading ya mwanzo katika table langu iwe vipi? Nataka iwe serial number. Heading ya pili katika table yangu nataka iwe vipi? Nataka iwe name na heading ya tatu nataka iwe age, tumefahamiana. Kwa hiyo hapo tuki browser, tukifanya browsing, tutaona kuna serial number, kuna name na kuna age. Hapa kuna serial number, kuna name na age zimesimama kama ni heading za table. Baada ya hapo, tutaandika tr nyingine chini, hapa tutaandika tr nyingine. Ndani ya tr hizi tutatia table data, maana yake tunaenda kuingiza, si tumeona serial number, si tumeona name sasa tuenda kuandika hilo name liwe nani, age, ni miaka mingapi vitu kama hivyo. Hapo nadhani tuko pamoja. Kwa hiyo hapa utaandika td, naanza mtu wa mwanzo, maana yake katika serial number kihesabu, huyu yeye atakuwa ni wa mwanzo na mwingiza. Halafu hapa naandika td nyingine, na sasa name naandika alii na td ya tatu naandika age yake ambayo ni umri wake ishirini na tatu tunafahamiana. Tukienda katika browser, tuna refresh page yetu, tunaona moja, Ali, ishirini na tatu. Serial namba, manaake huyu ni wa mwanzo, jina lake ni Ali, miaka yake ni ishirini na tatu. Nadhani tupo pamoja. Tukitaka kuongeza tutaongeza mara nyingi, mara nyingi zaidi. Kwa hiyo hapa mimi naongeza tena row moja, na copy hapa, alafu napesti chini hapa, nabadilisha. Kwa hiyo huyu atakuwa ni wa pili, jina lake yeye atakuwa ni Rahma. E, umri wake itakuwa ni miaka ishirini na mbili. Tukija kurefresh page yetu hapa, tunamwona nambari mbili ni Rahma, ye ana miaka ishirini na mbili. Nadhani tupo pamoja mpaka hapo. Kwa hiyo pale tuliposema TR, hivi kupanga hizi zikaonekana hivi, ndio kazi yake. Table data ameingiza data hizi hapa. TH ametutengenezea heading hiyo hapo tumeiona, lakini bado haionekani kwamba hili ni table, bali yanaonekana ni maneno au ni data zimewekwa kwa mpangilio mzuri tu, hakuna zile boda zinazotuonyesha kwamba hili ni nini, kwamba hili ni table. Tunafanya vipi kuingiza boda? Zipo njia mbili za kuingiza boda. Njia ya mwanzo ni ya kutumia HTML wenyewe, unaingia katika sehemu hii iliyoandikwa table hapa, unaandika tu neno border. Ukiandika border is equal to 1 ukija katika ku refresh utaiona e, imeingizwa border table letu. Lakini cha kukizingatia, hii hapa unaiona imeingia rangi nyekundu, maana yake kwa sasa kwa kutumia version hii ya HTML5 hii border haitumiki tena, imekuwa expired hii. Kwa hiyo naifuta moja kwa moja, naenda kutumia njia ya pili ambayo ni ya kutumia CSS. Unafanya vipi? Unaandika hapa class ndani ya klasi utatoa jina lolote unalolitaka wewe. Mimi natumia tbl, si lazima na wewe utumie tbl, unaweza kutumia jina lolote. Baada hapo, ya hapo nakuja katika sehemu ya head na anza style, style yapo ndani yake. Sasa nitaanza hivi dot tbl, koma halafu dot tena naacha nafasi na fasi, na th maanake nataka kuifanyia styling head, heading manake baada igeika koma hapo, baadaye tena nitaandika nitaandikat, halafu naacha nafasi naandika td. Baada hapo nitafungua bano langu hapa ndani yake hapo nitaweka kile ninachokitaka kitokee kule kwao. Mimi nataka kuweka border kwanza, tuende tukaone, tuliondosha kule, tukirefresh imeondoka ile border. Tumefahamiana mpaka hapo sasa. Tukirudi hapa tukikamilisha styling zetu au css zetu, kwao mimi hapa nitaandika border. Nikiandika border iwe nini? Iwe one pixel, pixel nini? solid Sio solid tu pia iwe black, utaweka unavyotaka wewe, mi napenda hapa iwe black, si lazima uweke black kama nilivyoweka mimi. Kwa ukija kwenye ku refresh page hapa, moja kwa moja utaona jinsi gani ambavyo e, tumeingiza boda katika table letu. Asante sana, tukutane katika video unaofuata. Ikiwa umefaidika na chochote, na kuomba usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kukomenti katika channel yetu hii. Asante ah, sana. Bye.